Nam, asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu, nasi tukiendelea kukufahamisha tulokuandalia, ni kwamba raia wawili wa Uturuki wamefikishwa katika mahakama ya Mombasa na kushtakiwa kwa tuhuma za kujihusisha na kundi la ugaidi. Osman Elsek ambaye ni mfanyabiashara huko Kilifi anatuhumiwa kuwa mwanachama wa kundi la Al-Shabaab, huku mwenzake akijipata taabani baada ya kupatikana akiwa na mshukiwa ambaye alikuwa na bunduki. Francis Mtalaki anaarifu mengi kutoka Mombasa, wakiwa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi katika mahakama ya Mombasa David Odhiambo. Washukiwa hawa walikana mashtaka manne yanayowakabili matatu ya wakabili, kimlenga Osman Elsek, mfanya biashara mashuhuri na mkimbizi anayeishi kaunti ya Kilifi. Kulingana na upande wa mashtaka, Elsek anadaiwa kuwa mwanachama wa kundi la kigaidi la Al Shabab. Elsek anadaiwa kupatikana na maafisa wa kukabiliana na ugaidi ATPU na simu moja tarehe 14 Januari mwaka huu, ambayo ilifanyia uchunguzi na video tatu za kigaidi zikapatikana kwenye simu hiyo. Osman Elsek na mwenzake kutoka Uturuki, Gokmen Sandikci, wanadaiwa kupatikana na bunduki tarehe kumi na mbili Januari mwaka huu. Wawili hao walikana mashtaka na kuachiliwa kwa dhamana, Osman Elsek akitozwa dhamana ya shilingi milioni moja na mwenzake shilingi nusu milioni. Mawakili wa washukiwa hao wamepinga tuhuma hizo, wakisema ni za kubuniwa na kuwa mashahidi waliowekwa hawajafafanua ni vipi washukiwa hao wanajihusisha na ugaidi. Wakili John Haminwa akilalamikia kuwepo kwao korokoroni kwa siku ishirini na tatu <laughs> Kesi hiyo itatajwa tena tarehe 19 Februari, wakati ambapo pande zote mbili zinatazamiwa kujiandaa na mashahidi wao. Francis Mtraki Ringa, Citizen Mombasa.